Vision 2030. Madini ni maisha na utajiri katika miaka mitano ijayo. Kwa wafugaji, kipindi hiki tumejitahidi na wao tumewaona kwa ruzuku ya chanjo ili kuweka afya ya mifugo yetu, lakini pia tumejitahidi kujenga majosho, tumejitahidi kujenga mabwawa kwa ajili ya kunyeshwa uh, wanyama wetu, lakini pia machinjio yenye hali nzuri ili Uh, kuweka afya za watumiaji wa nyama zinazochinjwa kwenye maeneo hayo. Aidha, miongoni mwa ahadi zetu ni kujenga machinjio hapa Nyawilimilwa, lakini pia kule Nzera na Kakubilo tunakwenda kujenga machinjio ya kisasa. Vile vile utajenga majosho kumi na moja ndani ya wilaya hii ya Geita. Ndugu zangu, kwa upande wa kilimo